Swali linasema ndoa nyingi zina matatizo makubwa na hata kupelekea wanandoa kuto kuishi pamoja, lakini kanisa bado mchakato wake wa kutenganisha ndoa ni mgumu. Je, kanisa halioni hali hiyo inaweza kuleta matatizo zaidi katika familia? Ningependa kujibu kama ifuatavyo kwanza kabisa, utangulizi, ningependa kuelezea juu ya maana ya ndoa na juu ya maana ya kutenganisha ndoa. Maana ya ndoa kadiri ya sheria ya Kanisa Katoliki, kanoni elfu moja na hamsini na tano kifungu cha kwanza, tunaelezwa kuwa ndoa ni agano ambalo kwalo mwanamume na mwanamke wanaanzisha kati yao muungano kwa maisha yote na ambalo kwa hulka yake limewekwa kwa ajili ya mema ya wanandoa na ya uzazi na malezi ya watoto. Baina ya wabatizwa limekwezwa na Kristo Bwana katika hadhi ya sakramenti. Kwa hiyo ndoa ni sakramenti kati ya sakramenti saba zilizowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Aidha, kwa kifupi sakramenti ni ishara ya wazi inayoonekana ya neema isiyoonekana iliyofanywa na Yesu Kristo mwenyewe itumike kutuletea au kutuongezea neema mioyoni mwetu. Ndiyo kusema ishara hii ya wazi inatumika kama chombo cha kutuletea au kutuongezea neema milioni. Kadiri ya sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja kifungu cha tisa aya ya kwanza, maana ya ndoa ni muungano wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke, muungano huo ukishuhudiwa kuwa ni wa maisha yao. Mwisho wa kunukuu. Maana ya pili, basi tunaongea juu ya kutenganishwa. Kwanza tueleze maana ya taraka. Taraka ni ruksa anayopewa mke kisheria kumwacha bwana wake au mume kumwacha mke wake. Ni mahakama tu inayoweza kutoa ruksa hiyo. Maana hii inapatikanika katika kitabu alichoandika mwaka sungura cha mwaka elfu moja mia tisa sabini na nne ukurasa wa sabini na moja juu ya sheria za ndoa na taraka kwa hiyo kadiri ya sheria ya ndoa ya mwaka sabini na moja ya tanzania kifungu namba tisini na tisa sababu kubwa ya mahakama kutoa taraka ni kwamba ndoa imevunjika kiasi ambacho haiwezi kurekebishwa tena ndio sababu msingi vitendo viovu kama zinaa ukatili au uasi ni ushahidi tu kwamba ndoa imevunjika. Katika kanisa Katoliki, kutenganishwa ndoa kuna maana ifuatayo: kutenganisha ndoa ni hali au kitendo cha kutokuwepo muungano wa maisha kati ya wanandoa kwa sababu mahususi, na zinatajwa sababu hizo za kutenganisha ndoa kwa weza kuwekwa katika makundi mawili yaani kifo na makosa mazito ya wanandoa. Tunapoongelea kifo tunasoma Injili ya ma ya Marko sura ya kumi aya ya tisa na tunapoongelea makosa mazito ya wanandoa ni kanoni elfu moja mia moja hamsini na moja mpaka elfu moja mia moja hamsini na tano kwa hiyo hizo ndizo sababu zinazoweza kufanya wanandoa kuto kuishi pamoja. Mchakato na mamlaka ya kanisa kutenganisha ndoa ambayo kifungo cha ndoa kinabaki. Ndugu zangu wasikilizaji, naomba kabla ya kuangalia mchakato na mamlaka ya kanisa katika kutenganisha ndoa, tuangalie tofauti iliyopo kati ya taraka ya ndoa na kutenganisha ndoa. Taraka, kama tulivyoeleza, katika utangulizi ni ruksa anayopewa mke kisheria kumwacha bwana wake au mume kumwacha mke wake. Hawa wawili wanaondoa, hawa wawili wanandoa wanaachana kisheria, maana yake muungano au kifungo cha ndoa kinaondolewa na mahakama na wanakuwa huru kuolewa au kuoa bila pingamizi lolote. Wakati katika Kanisa Katoliki tunaamini kwamba ndoa ikiidhinishwa na kukamilishwa haiwezi kutenguliwa na mamlaka yoyote ya kibinadamu au kwa sababu yoyote isipokuwa kifo. Tunasoma Injili ya Marko sura ya kumi aya ya tisa basi alichokiunganisha Mungu binadamu asikitenganishi. aidha taraka kwa wanandoa hutolewa na mahakama si wanandoa. Kutenganisha ndoa katika Kanisa Katoliki kuna maana ya kuondoa muungano wa maisha ya pamoja ya wanandoa kwa sababu halali inayowapa udhuru, kanoni elfu moja mia moja hamsini na moja. Aidha, tutambue kwamba ondoleo hilo la muungano wa kuishi pamoja wanandoa halifanyi kuondoka kwa kifungo cha ndoa baina ya watenganishwa, kifungo cha ndoa kinabaki. Kwa kifupi, ndoa inabaki kuwa halali na sio batili. Hapa tuchukulie kutenganishwa kama tiba ya ndoa yenye migogoro mikubwa. Kuhusu mchakato wa kutenganisha ndoa, kama swali letu linavyosema kwamba unachukua muda mrefu sheria ya Kanisa Katoliki inasisitiza wanandoa kusameheana katika makosa wanayotendeana wanandoa, msamaha huo usukumwe na ukarimu wa Kikristo na manufaa ya familia, kama tunavyosoma katika sheria ya Kanisa elfu moja mia moja hamsini na mbili kifungu cha kwanza kanoni. Aidha, sheria inaeleza wazi wazi kwamba kama msamaha ukishindikana ni haki ya aliyekosewa kutengana katika maisha ya pamoja ya ndoa. Kama tulivyosema, kutenganisha ndoa lengo lake kuu ni kuponya mgogoro, mtafaruku, matatizo. Kwa hiyo uponyaji huu upo wa aina mbili: utengano wa muda, simple separation na utengano wa kudumu perpetual separation. Kutenganishwa kwa muda kuna sababu nyingi zinazoweza kufanya wanandoa watengane kwa muda. Baadhi ya sababu hizo ni kama ifuatavyo: mwanandoa mmoja mmojawapo kujiunga na dhehebu lingine, na hivyo kuhatarisha imani ya huyu Mkatoliki kutokana na ibada zao pengine za kishetani au vinakinzana na Ukristo. Pili, mwanandoa anawalea watoto kinyume na mafundisho ya Kikatoliki, hivyo basi moja kwa moja mwanandoa huyo anakataa lengo la ndoa yaani bonum floris, kulea watoto kadiri ya kanoni kumi hamsini na tano na kanoni mia saba tisini na tatu. Sababu nyingine, mwanandoa kuishi maisha ya kiharifu na yasiyovumilika, mfano ulevi wa kupindukia, ushoga, siku hizi vijana wanaita mchichapori, yaani mwanaume ameo, ameoa lakini bado ni shoga na kadhalika. Sababu hii inaweza ikafanya ndoa itenganishwe. Sababu nyingine tena, kusababisha madhara makubwa ya kiroho au kimwili kwa mwenzi wake. Kiroho kama kutenda dhambi kubwa mara kwa mara, mfano wizi, uzinzi au malaya, na kimwili kama mmojawapo anaonyesha chuki kali ugomvi na vitisho vya kuua, magonjwa ya kuambukiza kama ukimwi. Hii pia inaweza ikasababisha kutenganisha ndoa. Na sababu ya mwisho, mwanandoa kuonyesha ukatili cruelty, mfano kupiga, yaani vipigo, mabishano au mikwaruzano mikali ya mara kwa mara yenye mwelekeo wa ugomvi, sio ugomvi au mikwaruzano ya Simba na Yanga, bali mikwaruzano inayopelekea kugombana, matumizi mabaya ya fedha za familia, kama kucheza kamari, kukataa kutunza familia na kadhalika. Kwa hiyo sababu hizi na zinginezo zinaweza kufanya wanandoa watenganishwe kwa muda walau miezi sita ili kumpa nafasi ya kujirekebisha huyu mwanandoa mkosefu. Na kama makosa au matatizo hayo yatakuwa yameisha yamerekebishwa, basi muungano wa maisha ya ndoa urudishwe. Na kama matatizo hayo yanaendelea, basi mwanandoa aliyekosewa, yaani asiye na hatia, anayo haki ya kuleta kesi ya kutenganishwa ndoa kudumu, kanuni elfu moja mia moja hamsini na mbili kifungu cha tatu. kuhusu kutengano utengano wa kudumu, kanisa linawahimiza na kuwashauri wanandoa kuyashinda magumu, matatizo yanayotokea kwenye ndoa kupitia kuishi maisha ya fadhila za Kikristo na tunu njema za ndoa na familia. Hata hivyo ndoa hufikia hatua inabidi wanandoa watenganishwe kwani haiwezekani kutibika au kurekebishika. Sababu kubwa inayotajwa kisheria ambayo inaweza kutenganisha ndoa kudumu ni kukosa uaminifu katika ndoa, uasherati, kanoni elfu moja mia moja hamsini na mbili. Tunapoongelea juu ya uasherati, sheria inataka uasherati huu uwe kwanza rasmi, yaani fomo, ufanyike na mwanandoa kwa akili na utashi wake, bila shuruti wala bila kudanganywa au kwa sababu ya ujinga. Pili, tendo hilo la uasherati limetendeka kwa njia ya kawaida, yaani tendo la ndoa limelika baina ya mwanaume na mwanamke. Ushoga au mchichapori usagaji na kulala na wanyama kunahesabika pia kama uasherati. Tatu, uhakika moral certainty, hakuna mashaka yote kwamba tendo limetendeka, yaani uasherati umetendeka kwena uhakika. Nne, limefanywa baada ya ubatizo. Tano, lisiwe fidia Yaani, fidia ya deni la familia. Mama au baba anaingia kwenye washati kwa sababu wana deni la familia, na hivi wana fidia deni. Sita, tendo hilo lisiwe la kukomoana. Mwanaume amekataa kutunza familia au kumlipa mkewe deni, basi mmojawapo au huyo aliyetendewa hivyo anaamua kufanya uasherati na mwisho uasherati huo uthibitishwe, yaani lisiwe la kulipa kisasi yaani, mmoja mmojawapo anaamua kufanya uasherati kwa sababu mwenza alifanya uasherati. Kwa hiyo mwenza asiye na hatia aweza kuomba kusitisha muungano wa maisha ya ndoa kupitia mamlaka ya Kanisa yenye uwezo kisheria hapo ni baada ya miezi sita kupita toka apate mtengano wa muda. Kwa kawaida, askofu jimbo local ordinary ndiye mwenye mamlaka ya kutoa kibali cha kutenganisha ndoa milele kudumu, baada ya uthibitisho usioshaka katika kosa hilo la uasherati. Utengano huu wa kudumu hufanywa na askofu jimbo mwenyewe kwa waraka, yani decree au na mahakama ya Kanisa ya jimbo ambayo inafanya kwa niaba ya askofu jimbo kwa kutoa hukumu, kanoni elfu moja mia moja hamsini na tatu kifungu cha kwanza. Sheria za kanisa juu ya mwenendo wa kesi procedural laws zinaeleza bayana juu ya kutenganishwa kwa ndoa, wakati wa kifungo cha ndoa kikibaki, the marriage bond continue to exist kwa hiyo sheria kanoni kumi na sita tisini na mbili mpaka kumi na sita tisini na sita Lakini tufahamu kwamba sheria inaacha uhuru wa mwanandoa asiye na hatia kumpokea tena mwanandoa mwenzake katika maisha ya pamoja ya ndoa. Katika kadhia hiyo, anaacha kuitumia haki yake ya kutengana, kanoni elfu moja mia moja hamsini na tano Elfu moja mia moja hamsini na tatu kifungu cha pili. Hawa wanandoa wakishatenganishwa, kuna matokeo yanajitokeza baada ya kutenganishwa. Kama itaonekana ni lazima kuweka wazi haki ya matunzo kwa mwenza aliyeumizwa, basi askofu jimbo anaweza kutoa ruksa ya kwenda mahakama ya nchi kudai haki hizo. Sheria za nchi civil laws na haki za wahusika zinapatikana katika kila nchi, hasa kutetea haki za mwenza asiye na hatia na watoto. Kumbe maparoko wote wawe makini sana katika kesi zinazohusu kutenganisha ndoa. Kwa hiyo swali letu kama linavyoulizwa, ni kweli ni ngumu kwa sababu hizo tulizoeleza. Kwanza kabisa ndoa ni sakramenti, na hivi lazima ipate heshima yake. Kwa hiyo matatizo yapo, na hivi tunawaomba Wakristo wawe wavumilivu katika kufuata taratibu zote zinazohusu kuhusu kutenganishwa kwa ndoa. Aidha, familia kweli zinapata matatizo mengi kutokana na kadhia hii inayojitokeza katika ndoa. Lakini kutenganishwa ni aina mojawapo ya kutibu ndoa hii yenye migogoro. Tumsifu Yesu Kristo.